Karibu, tunaendelea na Morning Trumpet, tupo na wewe hapa hadi itakapofika saa tatu kamili asubuhi ambapo tutapita, tutapisha matangazo ya Bunge. Tulikujuza awali kwamba tatizo la ajira katika nchi yetu, tatizo la ajira bara la Afrika, tatizo la ajira duniani kote, kwa upande wa vijana bado limeendelea kuwa ni kilio kikubwa sana. Lakini ni vipi tunaweza tukapambana na tatizo hili? Ni kupitia tafiti. Wanazuoni mbalimbali wamekuwa wakifanya tafiti na namna ambavyo tunaweza tukazitumia ili kuweza kutusaidia katika eneo hili. Na kipekee kabisa siku ya leo tunaye Dkt. Agneta Mhenga ambaye ni mtaalamu aliyefanya utafiti na, kuju, na kuja na andiko kuhusu suluhisho la ajira kwa vijana hapa nchini. Tunazungumza naye kinagaubaga kufahamu zaidi nini ambacho tunaweza tukakifanya. Karibu sana. Asante, sisi waajiriwa tumefurahi kuwa na wewe siku ya leo <laughs> bila shaka, kwenye, kwenye tafiti yako Eh, uh, hatupo, eh, manake, eh, mpo tupo <laughs> <Tupo. laughs> eh? Safi kabisa, manake anasema ukiwa eh, na ajira, shukuru Mungu pia mm -hmm. Kwa sababu eh, tatizo la ajira ni tatizo ambalo linatazama kwa mapana yake kwamba sio tu kwa Tanzania peke yake hilo linafahamika mm -hmm. Ni, kwa, ni, kwa, ni duniani kote, kwa mfano nchi kama Afrika Kusini ina eh, kiwango cha asilimia thelathini na mbili E, cha unemployment, unemployment rate mm -hmm. Ujua, un, uh, unemployment rate wanaangalia labor force, alafu wana, we, wanatoa wale watu wenye ajira yani, kwamba tun, tuna nguvu kazi kiasi gani, yes. Alafu watu wenye ajira kiasi gani, mm -hmm. Alafu kati ya wale nguvu kazi ni kiwango ni asilimia ngapi ya nguvu kazi ambayo inabaki ambayo yani, mm -hmm. wanatakiwa kuwa na kazi lakini mm -hmm. hawana kazi ama mm -hmm. wanatakiwa kufanya kazi lakini hawafanyi kazi mm -hmm. Kwa hiyo Tanzania ambao kufika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, kwa mujibu wa eh, World Population Review, eh, inaeleza kwamba tulikuwa tuna 2.6, lakini ikawa inakadiriwa kwamba mpaka mwaka huu inawezekana ikawa imepanda mpaka 8.06. s6 kwa hiyo eh, mm, eh, ni, ni kiwango ambacho si kikubwa sana, lakini pia ni kikubwa ukilinganisha na nguvu kazi tulionayo mm. Kwa hiyo Dokta, sasa wewe utatuambia kwa kwa undani zaidi na kwa mm. jinsi ambavyo umelitazama kama msomi mm. e, lakini nataka tu, tujue nini ambacho kilikusukuma hasa mm. e, licha ya kwamba wewe ni mtaalamu wa masuala ya e, uhandisi lakini ukaamua kulitazama tatizo la ajira na ukaamua kuliandikia. Asante. Okay, uh, mm. Ki, kilicho nisukuma hasa ni kwamba na mimi pia nilipita kwenye hiyo changamoto mm. ya ukosefu wa ajira umesoma ume graduate, and then una, una matarajio fulani kwamba nikifika mtaani nitapata ajira kwa uharaka au kwa wepesi, lakini ikawa kinyume na matarajio. Kwa hiyo namna ambavyo nilipambana ndio ilivyonipelekea mpaka nikaweza kufikia kufanya tafiti na kuweza kuandaa andiko kwa habari za masuala ya ukosefu wa ajira na changamoto ya ukosefu wa ajira na, nam, ukosefu ajira, na namna gani vijana wanaweza wakajipambanua katika hilo uh, eneo katika hali ya ukosefu wa ajira bila kuilaumu serikali. Namna gani wao wanaweza wakaamua kupambana wao kama wao, kutumia fursa mbalimbali na vitu ambavyo vinawazunguka ili waweze kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira mm -hmm. Na tunapoangalia hili tatizo la ukosefu wa ajira, kwanza kwenye jamii yetu, tueleze mm, hali ipoje? Tumeona takwimu <laughs> lakini <laughs> Ehe, kwenye familia moja moja moja. Mm. Au kwa wewe jinsi ulivyotazama. Mm. Uh... Unaona uh, tatizo ni kubwa kiasi gani? Tatizo ni kubwa na kama ulivyosema, umetoa data za South Africa. ili tatizo sio la Tanzania peke yake, kwa Kiingereza unasema it's a global issue mm. ni changamoto ambayo ipo Kenya, ipo Uganda, ipo Marekani pia, yeah. Uh, nchi nyingi zina changamoto ya ukosefu wa ajira na changamoto hasa inakuja kutokana na kwamba uwezo wa kuajiri unakuwa ni mdogo lakini nguvu kazi ni kubwa, watu wenye uhitaji, wanaotafuta kazi ni wengi, lakini uwezo wa kuajiri ni mdogo. Kwa hiyo, kwa nchi yetu tatizo ni kubwa. Vijana wengi wana graduate vioni, kila mwaka tunatoa wanafunzi, wanaingia mtaani na wengine wanawakuta wako mtaani. Kwa hiyo, idadi ya wasomi inaongezeka na wale ambao hawakuweza pia kufika chuo kikuu bado wapo mtaani. Kwa hiyo, idadi ya vijana inakuwa ni kubwa, idadi ya wanaotafuta ajira bado ni kubwa kutokana na uki, uki, ukiangalia reti ya watu wanaopata ajira kwa mwaka na reti ya watu wanaomaliza kwa mwaka. Wanaomaliza ni wengi kuliko wanaopata ajira ndani ya mwaka. Sawa sawa. mm -hmm. Yes. Haya, katika tafiti yako umeangalia vitu gani na gani? Uh, kikubwa nilifocus kwenye upande ambao, uh, wapi tunakwama, ni changamoto hasa ni nini yani. Kwa nini ha, hatupati ajira au kwa nini vijana hawapati ajira? Um, labda niendelee kusema sasa, nilipoangalia na nikagundua kitu gani? Mm. Nilichogundua sana sana ni mindset ya vijana, sio kwamba fursa hamna au kwamba opportunity hakuna zipo, lakini uh, vijana wengi tunamaliza vioni tukiwa na mindset, lazima niajiriwe na kuwa na ajira. Ajira ziko za aina nyingi, kuna ajira ya kuajiliwa ama kujiajiri wewe binafsi unaweza ukajiajiri binafsi, ukaajiri na wenzio, lakini pia unaweza ukaajiriwa. Kwa hiyo wengi tunatoka chuo na mtazamo wa kusema mimi niajiriwe na kampuni fulani, na mshahara tayari unajiwekea. Nikifika mtaani, mimi nataka nianze na mshahara wa milioni moja mbili, mm. au milioni mbili au ukisema mimi namaliza PhD nataka nianze na mshahara milioni tano milioni kumi kumi na tano kwao. Ile mindset, inatu, inatufanya tunashindwa kufungua fikra tunashindwa kutazama uh, maisha kwa upande wa pili, tunashindwa kuangalia fursa zilizopo kwa upande wa pili. Naomba niongelee ni swala la uh, fursa zilizopo kwenye kilimo. Wasomi wengi hawataki kwenda kwenye kilimo kwa sababu ya mindset. Anajua kwamba anayetakiwa kufanya shughuli za kilimo ni mtu ambaye akwenda shule, kwa mtu anasema mimi nimalize, nisome masters, nisome bachelor, nimalize phd, alafu niende nikashike jembe. Ni, ni mindset ambayo tuko nayo kwamba kuna kazi zinatakiwa zifanywe na watu wa aina fulani na kuna kazi zinatakiwa zifanywe. Mimi msomi natakiwa nikae ofisini kwenye kiyoyozi, nipulize upepo, ni, ni, ni, nipeleke mafaili, niagize huku. Hiyo ndo mindset. Lakini tunajikuta kumbe tunakosa fursa nyingi sana ambazo ziko mtaani, ziko serikalini, kwa kujilimit kwenye ufahamu na fikra zetu. Na hizo fursa ni zipi kwa mfano ambazo tutaweza kuzitumia, eh, ambao tuna changamoto ya ajira? Okay. Uh, fursa ni naweza nikazitoa nika kadhaa. Cha kwanza kwenye fursa, kuijua fursa na kuifatia fursa, lazima uwe na taarifa mm -hmm. Lazima uwe na information kwa the right information kuhusu fursa zenyewe, kwayo cha kwanza ni kujua kwamba uwe na taarifa na uwe na uwe na moyo wa kutafuta taarifa kuhusu fursa zenyewe. hmm. Nikiongelea fursa ambazo zipo labda zinazotolewa na serikali, fursa ambazo zipo serikalini kuna mikopo ambayo inatolewa ya bila riba. Hiyo ni fursa ambayo vijana kama una wazo la kibiashara unaweza ukapata mikopo, lakini kutokana na good international relationship, tuna mahusiano mazuri na mataifa mengine na diplomasia, uh, diplomasia nzuri ya taifa letu kuna wengi wanakuja kutoa startup capital wanatoa mitaji wezeshi kwa vijana. Kwa hiyo kuna mashirika mengi ambayo yanatangaza na mimi ni mmoja wa watu ambao wanaomba hizo capital wana, wanatangaza wanahitaji kijana mwenye wazo fulani na wengi wanapata mitaji hmm, ya kuanzishia biashara zao, wanaweza wakasimama wakafungua biashara zao. Hapa nilipofika tu hapa nimesikia, nilikuwa njiani nimesikia kwenye redio mtu anaongelea, ni kikundi cha watu wajenzi wamepewa mkopo milioni 32, wameweza ku, kuongeza capacity ya kufanya production ya kokoto, wao wanafanya wanavunja kokoto, wametoka kwenye asilimia nane mpaka asilimia thelathini. Kwahiyo hizo ni fursa ambazo zipo, lakini kuna fursa kwenye upande wa kilimo, kupitia wizara ya kilimo, masuala ya BBT kama mmeyasikia, na hapa taarifa iliyotoka ilikuwa inaongelea kuhusu BBT. Kuna fursa kwenye mabenki mbalimbali, wanatoa mikopo ya riba nafuu kwa vijana. Kwa hiyo hizo ni fursa mbalimbali ambazo zipo, lakini pia kuna agency za kiserikali ambazo zinasaidia watu kuingia ukiu. Tangazo la kazi likitoka, wanahitaji experience mm huu -hmm. na experience ya miaka mitano kwa mtu anaza, mimi ndo nimemaliza chuo, experience naipata wapi? Kwa hiyo kuna masuala ya kuvolunteer, kuna masuala ya kufanya internship, kwa kuna agency za kiserikali ambazo zinapokea wanafunzi ambao wanamaliza vioni na kuwa connect na mashirika mbalimbali ambao wanahitaji watu wa internship, sawa sawa. kwa hiyo kwenye suluhisho hapa, hmm. kuna namna, sisi tumekuwa tukilaumu sana serikali hmm. Lakini kwa maelezo yako ni kama serikali inakuwa imeshafanya kazi yake. Serikali inachofanya sana ni kuweka mazingira wezeshi mm, na miundombinu wezeshi ili imsaidie kijana yoyote au mtanzania yoyote mwenye nia ya kutengeneza fursa na kujiajili mwenyewe. Kwa hiyo ita, itatengeneza miundo mbinu, mipaka ya nchi na nchi inakuwa iko wazi, mahusiano mazuri ya kibiashara, unaweza ukaenda nchi fulani ukafanya biashara, hivyo kuwezesha mitaji na ku, kuna, kuna kitu nilikuwa naki nilikuwa nakiangalia kwamba kuna kuna mtu anakaa mezani anataka aletewe chakula mezani, kuna mtu anakaa jikoni, kuna mtu anakaa sokoni na kuna mtu yuko shambani. Kwa hiyo sasa, serikali inakufungulia fursa uingie shambani, uingie sokoni, lakini vijana wengi hatuingii shambani, hatuingii jikoni, tunataka kukaa mezani. Uletewe, sani, uletewe kazi ready on the table. Lakini uh, serikali kwa jitihada zake kweli imeshafungua fursa, imefungua uh, imefungua milango sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni vijana tu au ni sisi wenyewe Watanzania kwenda kwenda mbali zaidi ya meza ilipo, kwenda jikoni, kwenda masokoni, kwenda shambani kuweza kuzitafuta na kuzijua hizo fursa. Mm-hmm. Mm. Hmm, tuchangamkie fursa kwa kweli. <laughs> <laughs> Tunakushukuru sana yeah, kwa haya machache uliotupitisha bila shaka andiko uh, mm. lako likikamilika uh, kuna kitabu cha chapishwa ili tupate <laughs> nafasi ya kusoma si ndio? Sawa sawa. Ni Dkt. Agneta Mhenga mtaalamu aliyefanya utafiti na kuja na andiko kuhusu suluhisho la ajira hasa hasa kwa vijana katika mm. nchi yetu. Tumesikia hapo juu ya mtazamo wake na mchango wake.